Diwani wa kata ya Naumbu iliyopo mkoani Mtwara awashukuru wananchi wa kata hiyo kwa kumchagua, huku akiwapatia zawadi mbalimbali mbali sambamba na kuwasogezea huduma muhimu wakazi wa kijiji cha Mkungu. Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Mkungu kilichopo kata ya Naumbu mkoani Mtwara, diwani Dr. Emmanuel James Bwana amewataka wanakijiji hao kutumia fursa zilizopo, huku akiwasihi kuchukua mikopo inayotolewa na serikali ili kujikwamua kiuchumi, huku akiwapatia zawadi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jezi kwa ajili ya michezo. Vile vikundi ambavyo viko tayari kwa ajili ya mikopo na vinaona vinakizi vigezo, vijitokeze, na niliwaambia wale ambao wanapata changamoto, wanipigie simu kiongozi wao, aje tutakaa mimi na yeye pamoja na afisa anayehusika na mikopo, ili tuangalie wapi ambako mnakwama, ili tuweze kuwasaidia kuweza kukizi vigezo mpate mikopo. Kuna vikundi ambavyo tayari vimeshapata mikopo, kwa hiyo sasa niombe vikundi vingine vyote ambavyo viko tayari navyo vijitokeze viingie kwenye usaili, ili vikizi vigezo vya kupata mikopo, na ofisi ya diwani iko tayari kuwasaidia. Kwa hiyo vijana mjitokeze, kwa sababu hizi ni fursa lakini lingine ambalo serikali imeleta maelekezo, jambo zuri zaidi, sasa hivi ni asilimia kumi ya mapato ya halmashauri yanaletwa kwenye mikopo kwa ajili ya vijana, wakinamama na watu wenye ulemavu. Mwaka wa fedha unaofuata, taarifa ambayo imekuja, serikali inaongeza kutoka asilimia kumi mpaka kumi na tano. Sasa maanake mikopo inaongezwa zaidi kwa ajili ya haya makundi. sasa hizi ni fursa, lakini lazima tujitokeze kwa sababu fursa inakuja, lakini lazima nawe wewe uonyeshe jitihada ya kuipambania ije kwako, na ndio maana nimesema vijana mjitokeze, mje ofisi ya diwani, tukae tuyachakate, tuweze kukamilisha haya. Kwa hiyo sasa tutakuwa na jezi kwa ajili ya kijiji, timu kama itakuwa inatoka inakwenda kucheza mechi za nje, maana mtakuwa na jezi kwa ajili ya kijiji, kwamba tunajua kijiji cha Mkungu kimetoa timu inaenda kufanya mashindano sehemu fulani lakini haitokuwa mwisho, tutaendelea awamu nyingine. Tutakapokuja nimepata ombi la mipira, tutaleta mipira pia. Ni vizuri tukao tunafanya kazi tunatafuta hela, lakini pia tunafanya mazoezi, na pia tunafanya burudani. Vyote hivi katika jamii vinatakiwa viwepo. Kwa hiyo tunatoa leo jezi, tutaleta tena na mipira wakati mwingine, ili tuweze kuhamasisha zaidi michezo. Kuna timu ambayo ilijitolea kwa ajili ya uchimbaji wa mtaro E, wa kuleta maji kutoka kule Kitope kuleta maji hapa Mkungu na ile timu aa, ilitakiwa ipate shilingi laki ngapi? Laki tatu, na niliwaahidi siku ya leo ambayo nakuja kwa ajili ya mkutano wa kushukuru nitawakabidhi shilingi laki tatu kwa ajili ya, ya ile timu. Kwa hiyo nitaomba nit, nitaomba, nitaomba yule, yule ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kupokea aje mbele pamoja na kapteni mwakilishi wa timu. Aidha, dakta Emmanuel ameeleza namna ambavyo anaendelea kutatua kero ya maji katika kata hiyo, huku akiwaahidi wananchi wa kata hiyo kushirikiana nao katika mambo mbalimbali, ambapo mwataka wazazi kuwasomesha watoto wao ili kujenga taifa bora la kesho. Leo tupo kwenye kijiji cha Mkungu ndani ya kata yangu, ni moja kati ya vijiji nane vya kata ya Naumbu. Leo nimekuja kwa ajili ya kuwashukuru wananchi wa kijiji hiki cha Mkungu, hasa kwa kunichagua mimi kuwa diwani wao, lakini kikubwa zaidi kuwakabidhi huu mradi wa maji ambao niliwawekea hata kabla sijawa na wazo la kuwa diwani. Kipindi hicho wazee wa Mkungu waliniita, wakaniomba sana niwasaidie kwenye changamoto kubwa ya maji waliokuwa nayo basi na mimi uh, nikishirikiana na wadau eh, ambao wamekuwa wakinipa sapoti katika shughuli mbali mbalimbali za kimaendeleo, tukatafuta maji kutoka eneo moja la Kitope ambalo ni kilomita 4 kufika hapa. Tukapata maji, tukatoboa maji ya kisima, tukawatandikia mabomba kilomita nne kuwaletea maji mpaka hapa, na tukawawekea tenki kubwa la lita elfu kumi. Sasa hivi kero ya maji imepungua sana katika kijiji hiki cha Mkungu lakini wakati huu pia tunaendelea eh, kusubiria mradi mkubwa wa maji ambao serikali yetu inautekeleza kutoka mto Ruvuma kuja kwenye mkoa wetu wa Mtwara ili tuweze kupata maji ya uhakika kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo kipindi hiki, wakati tunaendelea kusubiria mradi huu utekelezwe, basi na sisi kama wananchi tunaendelea kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kutatua changamoto zetu ndogo ndogo ambazo tunazo hapa kwenye kijiji hiki cha Mkungu. Lakini pamoja na hayo nawasihi sana Uh, wananchi wenzangu, tuhimize watoto wetu waende shule, wakae shuleni, wasome ili waweze kufikia malengo ambayo tunategemea, siku za mbeleni tupate viongozi ambao wamesoma, tupate wataalamu ambao wamepita shule vizuri. Kwa upande wake mtendaji wa kijiji cha Mkungu kata ya Naumbu Bi Catherine Joseph Milinga amemshukuru na kumpongeza diwani huyo kwa kuchapa kazi ikiwa ni sambamba na kuwasaidia wanakijiji kutatua changamoto ya maji. Kwa jina yanaitwa Catherine Joseph Milinga, ni mtendaji wa kijiji cha Mkungu kata ya Naumbu. Napenda kuchukua fursa hii kuweza kumshukuru mheshimiwa wetu diwani kwa kuweza kutembelea katika kijiji chetu cha Mkungu. Tuna kero nyingi, lakini tayari ameanza kuzitatua kwa namna moja au nyingine. Tunapenda kuishukuru serikali kwa kuweza kutuletea watu makini sana katika kata yetu, ambao kweli wanafanya kazi kwa dhati. Nao baadhi ya wananchi wa kata hiyo akiwepo Amisi Selemani Yusufu Rito na Hajira Mpotola wamemshukuru diwani huyo katika jitihada anaozifanya katika kuwaletea maendeleo kijijini hapo. Kwa majina naitwa Amisi Selemani Yusufu Rito, mkazi wa kijiji cha Naumbu, nikiwa ni nipo kwenye kata ya Naumbu, hususani tulikuwepo na changamoto sana ndani ya kata hii ya maji, kuanzia Pemba, Pwani, Naumbu yenyewe, Mkungu lakini kwa kutokana na kasi anakwenda nayo diwani, tulikuwa na changamoto za maji, lakini maji sasa hivi kama wenzetu Pemba napata maji, naumbu pale pale maji yanapatikanika, ukenda Mkungu maji yanapatikanika muda wote. Kwa kweli na tunashukuru sana kwa diwani huyu kwa kasi alioanza nayo, si kasi ya mchezo, ameamua sana kupambania hii kata. Kwa majina anaitwa Ajla Mpotola, ni mkazi wa kijiji cha Mkungu. Kwa kweli tunamshukuru mheshimiwa diwani Dkt. Emmanuel kwa upande wa vijana tunashukuru ametuanzishia vizuri, ametupa majezi, afya kwa michezo. Halafu kwenye swala la maji katika hiki kijiji cha Mkungu tulikuwa na shida sana ya maji, upande wa Mtuwasa haya maji alikuwa yanatoka kwa wiki mara moja, mwezi mzima hatupati maji, lakini kwa sasa hivi kwa asilimia fulani huyu diwani wetu ametuwezesha kwa kiasi fulani kwamba sahizi maji tunapata, ingawa maji ndo ni shilingi mia moja shilingi mia, lakini afadhali tofauti na hapo awali. Kwa hiyo tunamshukuru mheshimiwa diwani sana. Sisi kina mama au wasichana tuna kazi zetu huku za baharini, shambani, tukirudi miangaiko ya maji mikubwa. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, na hapa ni kijiji cha mkungu kilichopo kata naumbu, mkoani Mtwara. Mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.